Hapa leo waandishi wa habari ni kuzungumza na nyinyi mustakabali wangu au mwelekeo wangu wa kisiasa, nilitaka kufanya kwa siri, kwa sababu mama yangu aliniuliza, umeniambia mengi, unapitia changamoto nyingi, lakini je, ni muhimu kufanya wazi? Ni muhimu kufanya kwenye vyombo vya habari? Nikamwambia ndio kwa sababu sina shida wala sina nia ya kumsurprise mtu yoyote ambaye aliamini kwenye mimi aliamini kwenye ujumbe niliokuwa nautoa kupitia mwamvuli wa CHADEMA na akaamua kutufuata, ungwana ni niseme wazi. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari wa Tanzania, ndugu jamaa na marafiki, wanachama wa CHADEMA mlioungana na mimi leo hapa, dhumuni la kuitisha mkutano huu ni kusema rasmi kwanza najivua wadhifa wangu wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA mkoa wa Dodoma. Wadhifa huo ulikuwa unanifanya niwe mjumbe wa mkutano mkuu wa CHADEMA taifa, mjumbe wa baraza kuu wa CHADEMA taifa, mwenyekiti wa kikao cha mashauriano cha CHADEMA mkoa wa Dodoma. Zilikuwa ni nyadhifa kubwa, lakini mwenyekiti wa baraza la uongozi wa wa CHADEMA mkoa wa Dodoma, nyadhifa kubwa kabisa. Awali ya yote nitoe shukrani, shukrani kwa waandishi wa habari kwa kuendelea kuitikia wito wangu, pamoja na tofauti za mwelekeo wangu, lakini zaidi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hii siku ya leo inawezekana ikawa siku ngumu kabisa kwenye maisha yangu, ikawa siku ngumu kabisa kwenye maisha yangu, na bahati mbaya imetokea kipindi kibaya sana, nilikuwa naweza kufanya hivi kipindi ambacho hakuna wimbi kabisa la kuhama Chadema au nilikuwa nisiweze kufanya hivi pamoja na yote yanayoendelea Chadema, lakini leo ndio imekuwa siku mwafaka ya mimi kufanya hivi. Sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa, sijawahi kuamini kwenye itikadi ya chama chochote cha siasa Tanzania. Chama hiki kilikuwa ni chama changu cha kwanza ambacho kilikuwa kinabeba matumaini yangu matumaini ya njia ambayo inaweza kupita kufikia matumaini ya watu wengine maeneo, Dodoma ni, kuna maeneo Dodoma, imefika wakati siendi, kwa sababu matatizo yaliyopo ni makubwa kuliko maso zangu za kutatua hayo matatizo. Matatizo ya ardhi Dodoma yamekuwa makubwa sehemu sana. Sana kabisa, imefika siwezi kwenda kwa sababu siwezi kuendelea kuwaahidi wanadodoma kwamba haya ni matatizo bila kuwapa solution bila kuwapa mikakati ya kutatua hayo matatizo, lakini bila kuwa na platform ya kwenda kwenda kutatua hayo matatizo niliacha kwenda, lakini sikuacha siasa kwa sababu ya mwamvuli huu wa CHADEMA. Nilijiunga na CHADEMA kwa sababu ya misingi ya kidemokrasia tunayoamini. Baba yangu amekuwa diwani wa almashauri hapa, baba yangu amekuwa kada mtifu wa Chama cha Mapinduzi, lakini sikuwahi kujiunga na Chama cha Mapinduzi hata ilipofika tunatakiwa tukosane na baba yangu, nilikubali tukosane. Mi nilikaa miezi nane, mi na baba yangu hatuwasiliani wala hatuonani, kwa sababu aliniuliza, nilikupeleka shule au nilikulea ili ukafanye siasa za, za upinzani sasa za kimageuzi hizo, ambazo hakuna direction unayopita nayo? nilikupeleka shule uende ukawekwe ndani? Mi nimewekwa ndani nikiwa mdogo kabisa, naanza tu kufanya active politics za chadema mwaka 2021 shir, nimekaa kituo cha polisi pale walikuwa wanajiuliza mgombea ubunge hapa, by that time alikuwa Benson Kigaila, anauliza wao wakiwa kwenye sero ya wanaume, wazazi wa huyu mtoto wanasemaje? Mama yangu alikuwa sawa kabisa, lakini baba yangu hakuwa sawa, hakuwa tayari nifanye hivyo. Nilijiunga na CHADEMA kwa sababu naamini sauti yangu inaweza kusikiwa, naamini kwenye misingi ya kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kutoa maoni nime exercise hivyo vitu vyote wakati wote huo. Inapofika wakati mtu anayetoa maoni Chadema anaitwa msaliti, na tena haitwi msaliti hivi hivi tu, anaitwa msaliti kwa kupelekwa kwa mahakama ya umma. Nyinyi mnajua mahakama ya umma ilivyo na nguvu. Nimejenga keria yangu, nimejenga uaminifu wangu kwa Wanadodoma na waliniamini. Pamoja na mazingira yote magumu, mi nilianguliwa kuwa mgombea ubunge, lakini niliporudishwa siku chache nilizofanya kampeni zangu nikiwa sina fedha nikiwa sina hiyo background kubwa nikiwa binti mdogo waliniamini, wakanipigia kura. Kura inapigwa ya kwanza ya pili, tulikuwa na vituo mia tisa kumi na moja. Vituo zaidi ya mia mbili vilikuwa havina mawakala, lakini vituo vilivyobaki na mawakala, kura ilihesabiwa ya kwanza mpaka ikazidi kura elfu kumi na tano kwa sababu nilipita kuzungumza na watu Naheshimu, naamini na kuelewa kwamba kuna watu walinichagua kwa sababu wanaamini kwenye CHADEMA, lakini wapo wengi walionichagua kwa sababu walinisikiliza wakanielewa, na wakachagua kuniamini. Kura zao zilikuwa ni dhamana kwangu. Kura zenu, ambao baadhi yenu mpo hapa, ilikuwa ni dhamana kwangu. Nitailinda, kuiheshimu na kuitunza dhamana hiyo chini ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini haikuwa tu kwamba nipigiwe kura alafu baadaye tudisapie baadaye tuje tuwaambie kwamba tuko kwenye chama kwa sababu tunalinda kuonekana sio wasaliti. Wananchi, nyinyi kundi kubwa mlionichagua, leo mnaenda kuambiwa kwamba Aisha ni msaliti. Kwa sababu gani? Just because niliingizwa kwenye kundi linaitwa G55, a WhatsApp group chama chetu kinaamini kwenye matumizi ya kimtandao wa kijamii kwa wanachama kuwasiliana, kwa wanachama kujadili. Lile group lilifunguliwa kama ma group mengine yote yanavyofunguliwaga na tunaingizwa, nimeingizwa kwenye group, naamka asubuhi najikuta niko kwenye group, group ambalo hakuna sehemu nilipanga kupishana na chama au nilipanga kukihujumu chama, kwa sababu tunaamini kuhujumu chama sio kutoa mawazo tofauti na chama. Nimeingia kwenye lile group baada ya muda kadhaa nikaanza kupigiwa simu, nikasema niepushe hiyo nini dhama, nikajitoa kwenye lile group. Mimi ni mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Dodoma, mjumbe wa baraza kuu, lakini na access na viongozi. Kama kuna kitu hakiko sawa na ile group inaonekana haliko sawa, nita communicate na viongozi kwa sababu naweza kuwasiliana na hao viongozi. Tumekaa kidogo, petition ikaandikwa kwa maana ya maoni. Nimekuwa mgombea ubunge. Na nipo na rafiki zangu hapa ambao pia wamekua wagombea ubunge tuna group letu la wagombea ubunge. Tuliitwa na chama kwenda kutoa maoni yetu. Kuna watu wakawa wanatoa maoni yao. Sasa kwenye group ya wabunge mchanganyiko na tukawa tunapishana mawazo. Kwa hiyo group likaundwa kuambiana kwa vijembe, mashambulizi, tunayofuata huku. Je, twende au tusiende? Yes, WhatsApp group ku discuss kwamba twende kwenye mkutano au tusiende. Baadaye tukafikia mwafaka kwenda huku, kuenda, ni matako ya mtu binafsi. Kwa hiyo wanaosema wasiende, wasiende. Wanaosema waende, wafanye nini? Waende. Na ziko chat wazi kabisa. Wengine wakasema ambao hawatoenda wa watakiandikia chama maoni yao, kwa sababu hatuwezi kwenda kuzomewa, tunaogopa kuzomewa. Hatuwezi kwenda kuonekana tumeenda wasaliti, kuvamia, kuvamia kikao cha watu. to cast, to cut the story short, naondoka CHADEMA. Lakini, kulinda heshima yangu kwa sababu kuna watu waongo kama wale watu wanaodanganyaga watu, kaa kwenye ndoa, teseka, pigwa kwa sababu una watoto si kina mama mnaambiwaga hivyo? Kaa kwenye ndoa, teseka? No, no, no, no, no. Wanasemaga divorce is not an option, lakini walioweka divorce sio wajinga. Jamani, mimi ni Muislamu. Waislamu sio wanaamini kwenye divorce, kwa sababu it is an option. You cannot stay sehemu ambayo you are not valid You cannot say sema mimi nikija kwenu na kuambia CCM wanakanyaga katiba na katiba yangu mimi inakanyagwa. It was just an issue ya statement tu, yaani statement tu moja ndogo ya katibu mkuu wa chama, ya makamu mwenyekiti wa chama or anyone else. Jamani mimi sio mnafiki. Mimi sina option. Wanatutukana huko wanasema watu wanaondoka CHADEMA hawana option. Mimi sio kwamba sina option. Mimi nyie mnajua wote. Nyie si mko mnanipigia kura na kunisaidia kampeni wakati natoka kwa mamangu mzazi. Si nilikuwa nakula bure na kulala bure. Eh? Mbona ukitaka kumpa jina baya au ukitaka ku silence the voice ya watu ambao wanahoja, ni umpe jina baya. Hawa ndugu zetu wamechagua kuwapa watu jina baya, watu ambao wana exercise their democratic rights. Kama malake, na na, na, na mainini, nitakuwa mnafiki sana. Mimi na rafiki zangu wana akili sana na wananiunga mkono, wananichallenge each and every day. Sitaki kuanza kujikontradict, sitaki kuanza kujikontradict. Kwa hiyo naondoka CHADEMA na niweke wazi, niweke wazi, maana kuna watu wana mashaka. Sijiungi na chama ambacho nilikuwa pia siamini kwenye hicho. Si mwanzo nilikuwa siamini kwenye Chama cha Mapinduzi, na sasa hivi naondoka, sikujiunga na Chama cha Mapinduzi, pamoja na kuwepo na kumea hapa Dodoma, kwa sababu siamini kwenye utaratibu wake siamini kwenye namna wanavyo exercise demokrasia yao. Na sasa hivi naondoka CHADEMA, lakini si tuenda kujiunga kwenye chama ambacho yaani, nakipinga kabla